Hiki ndio kipindi kizuri zaidi cha kuwa content creator. Hiki ndio kipindi kizuri zaidi cha kufungua channel ya YouTube na kuanza kupiga pesa kwenye YouTube. Nitakupatia sababu, lakini pia nitakupatia hatua, vitu vya kufanya. Kwa hiyo baada ya kumaliza kutazama hii video utaondoka na kitu kimoja kikubwa sana kwa wewe ambaye ulikuwa unahitaji kufungua channel ya YouTube ya kulipwa au ulikuwa unatamani, uelewi uanze wapi au umeshafungua lakini ukawa una nguvu ya kuendelea kupakia content. Ukishamaliza kutazama hii video utaondoka na kitu kimoja kikubwa sana ambacho, bila kukupoteza time Jambo la kwanza ni sheria na vigezo. Kadri muda unavyozidi kwenda, sheria na vigezo hubadilika, na kwa mfano, vigezo vinakuwa vigumu kadri muda unavyozidi kwenda, kwa sababu watu wanaongezeka, teknolojia ina change. Kwa hiyo inabidi waongeze ulinzi, inabidi waongeze mchujo. Kwa mfano, mwaka 2017 kurudi nyuma, kulikuwa hakuna masuala ya kusema ufikishe masaa 4000 au ufikishe subscribers 1000. Ilikuwa ni ukifikisha views 10000 na views 10000 ni chache. Kadri watu wanavyozidi kuwa wengi, inabidi waongeze mchujo, ndipo likaja swala la kwamba ili tupate walio serious inabidi tumpate mtu ambaye angalau amefikisha subscribers 1000 na angalau video zake zimetazamwa sana mpaka kupata masaa 4000 Muda unavyozidi kwenda vitu hivi vitabadilika. Sasa hivi tupo kwenye masaa 4000 ila Haitashuka kwamba vit, vigezo vitapungua, bali vigezo vitaongezeka. Ashumu mtu ambaye alikuwa elfu mbili na kumi na saba, kipindi ambapo hakuna maswala ya vigezo hivi, alikuwa anawaza kufungua YouTube lakini, akaona akawa anajivutavuta mpaka hii sheria ikaanza na hivi vigezo vikaanza. Sheria zinakaza kati, muda unavyozidi kuenda kwenye mitandao, sheria mpya za kwenye YouTube pia zinaongezeka, ambazo zitaweka ugumu kwa watu ambao watakuwa wanaanza kwa, kwa kipindi hicho. Ni bora uanze kipindi hiki ili uepukane na msaala ambao utatokea mbeleni wa sheria mpya ambazo zitakufanya ushindwe kuanza kiurahisi. Kitu cha pili ni ushindani. Aa, kama unawaza kufungua chaneli sasa hivi, ni vyema ufanye mapema kuliko ukachelewa. Ushindani unazidi kuwa mkubwa. Ukianza leo YouTube na kama una idea yako, ni rahisi kwa sasa hivi kuliko ukachelewa mada ikawa na ushindani mkubwa ambapo itakuwa ni ngumu kutoboa kirahisi kwenye hiyo mada. So, kama unaanza, anza mapema ili kuepuka ushindani ambao watu walioanza mapema chaneli zao tayari ni kubwa. Kadri mada inavyokuwa na chaneli nyingi alafu kubwa ni hivyo inakuwa ngumu kwa chaneli ndogo mpya Ukianza mapema ndivyo ambavyo unawahi kufikisha vigezo mapema, unaanza kulipwa mapema, chaneli yako inakuwa mapema. Ukichelewa utajuta sana. Kwa nini kuanza mapema? So wai mapema, muda huu. Ukimaliza kutazama hii video, anza kuichukulia YouTube serious kama ulitaka kuanza muda wote. Siku hizi kuna AI nyingi zimelahisisha kazi. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni ngumu sana kufanya baadhi ya mambo. Kutengeneza thumbnail ilikuwa ni ngumu, unabidi uchukue time, uanze kukata image aa, u, u, u, u separate background, u edit hivi, lakini sasa hivi kuna AI nyingi zinazolahisisha kazi. Unaweza ka drop, uka remove background kwenye video. Kuna ma CapCut yana ma AI kibao, una isolate sound, unatoa kelele kwenye sound, unaweka effect nyingi ambazo ni tayari zimetengenezwa. AI zimelahisisha kazi kwa sasa hivi, kwa hiyo huu ni wakati mzuri wa kuanza YouTube kwa sababu YouTube inakuwa rahisi kulingana na AI zimekuwa nyingi na, na kuhakikishia, mtu aliyeanza aliyeanza YouTube mwaka huu 2025 na mtu aliyeanza labda mwaka 2020 watakuambia tofauti. YouTube ni rahisi kwa sasa hivi kwa sababu kuna AI nyingi za, za kurahisisha kazi. Kuna ChatGPT na kutengeneza kuambia cha kufanya, unapata idea Mtu zamani ilikuwa ni ngumu kufanya hayo mambo, lazima ufanye wewe kwa mkono wako. So huu ndio wakati mzuri. Nilisema nitakwambia kitu cha kufanya, kitu cha kufanya ni hiki, subscribe video kwa sababu na kuhakikishia hii ndio channel ya Kiswahili pekee ambayo itakwenda kukupatia mafunzo mengi kuhusiana na internet, simu yako na teknolojia kiujumla. Kwa hiyo subscribe, gusalama kengele, uwe karibu zaidi, upewe taarifa kila tunapoposti video mpya. Kitu cha kufanya ukimaliza kutazama hii video, kama ulitaka kuanza YouTube, acha kujivuta vuta, utajuta kwa nini ukuanza mapema Hakuna yani sijui, uh, kitu chochote cha kusubiria yani, cha kusema sijui nataka nijifunze ni, ni kitu fulani, nataka sijui niongeze kitu fulani. YouTube unaanza wakati wowote wa na kifaa chochote, simu ulionayo. Kama umeanza kuplay hii video, basi na kuhakikishia inaweza kufanya kazi. So anza YouTube sahizi kwa sababu, unavyozidi kuchelewa Ndivyo unavyozidi kujicheleweshea bahati yako. Pia unavyozidi kujichelewesha, ndivyo unavyozidi kujicheleweshea kujifunza. Ukitengeneza video mbaya leo, baada ya mwezi unaweza ukawa umeimprove umetengeneza video nzuri, lakini ukiteng... uki... ukiwa unafikiria leo kwamba nitaanza baada ya mwezi, huo mwezi utatengeneza video mbaya tu, ambapo unazidi, unazidi kuchelewa kifupi. So unaweza ukacheki video hiyo nyingine.